Waziri wa mambo ya ndani Patrobas Katambi ameonyesha na kuwafikirisha Watanzania juu ya umuhimu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Waziri Patrobas Katambi amesema Watanzania wajaribu kufikiria hali ya nchi kiulinzi na usalama itakuwaje endapo askari wataenda likizo ya siku saba na wasiwepo barabarani. Aidha, ameelezea ni kwa namna gani ambavyo vyombo hivyo vya ulinzi vimekuwa vikishiriki kwa hali ya juu katika kuendelea kuboresha na kuhakikisha ulinzi na usalama wa taifa unaimarika. Vyombo vyetu vyote vya ulinzi na usalama na majeshi yetu tuyape likizo siku saba hapa Tanzania, likizo ya siku ngapi? Ayafumba macho, tufumbe macho wote, siku saba zinaanza sasa. Siku ya kwanza hamna askari, siku ya pili hakuna askari, siku ya tatu hakuna askari unapata nini yani, kwenye ukifumba macho unaona nini yaani wezi, majambazi, wahalifu wote wanajua kabisa leo hakuna askari, goli liko wazi siku saba. Kwamba amiri jeshi mkuu Dr Samia Suluhu Hassan anaseme askari wote kwenye nchi hii nawapa likizo siku saba, na nyinyi mkiwa hata uraiani mmevaa uniform, nguo za kiraia, mseme hatujihusishi na kazi yoyote ya ulinzi wa nchi, na sisi tunakula bata kama wengine wanaomwagilia moyo nini kitatokea? Kitakachotokea, mwenye nguvu ndiyo atakayeishi. Atake uongo, kweli? Itakuwa survival of the fittest katika hizo siku saba. Siku ya kwanza tu, kama askari hawapo na nchi nzima inajua hawapo, aliyekuwa anataka kuwa na gari atakuwa nalo. Uongo, kweli? Siku ya kwanza tu hiyo ambaye hana hela atasema, sasa ndo muda wa mimi nitembelee benki fulani. uongo kweli? ATM zitabaki salama. Ikifika siku ya pili ya likizo yenu, kimsingi hakuna mtu anayemiliki mali. uongo kweli? na kama yupo anayemiliki mali ndiyo mbabe kuliko wote. uongo kweli? Lakini ikifika siku ya tatu inawezekana tukawa na na misiba kila mahali. uongo kweli? Ikifika siku ya nne inawezekana majengo yameteketea kila mahali, uongo kweli. Mpaka ikifika siku ya saba, ni nini kitakuwepo? Uumbaji wa Mungu utakuwa umetoweka, si ndio? Eh, siku mnarudi likizo, inawezekana hamna hata mtakachukua mnakirinda, uongo kweli. Tutafakari tu hivyo lakini nchi yetu tumejenga tabia ya chuki na chuki zinapandikizwa na raia wenzetu wachache wasiokuwa na mapenzi mema, kusemea vibaya wengine wanaotekeleza majukumu yao, na kuna wengine wanatumia hata hiyo fursa ya kutaka mamlaka na madaraka kwa kutengeneza fitina. Mifumo ya kisheria ipo tuna Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tunazo sheria namba tano ambazo zinaendana na hivyo. Ukitaka uongozi au ukitaka nafasi ya ajira, kuna utaratibu wake. Ukitaka nafasi za uongozi wa kisiasa, kuna utaratibu wake. Ukitaka nafasi za uongozi kwa utaratibu wa kuteuliwa, kuna utaratibu wake. Ukitaka jambo lolote kufanya biashara, kuna utaratibu wake. A kwenu moja, mmekula viapo na mmeapa kuhakikisha mnaokoa maisha na mali mko tayari kufa? Mko tayari kupata madhila? Mko tayari kupata ulemavu kwa ajili ya mali zetu kuwa salama, kwa ajili ya maisha yetu kuwa salama yaani, sisi tukiwa tumepiga usingizi totoro, hatujui chochote, ni hapo anaachiwa Mungu na polisi. Uongo kweli? Ukiwa kwenye usingizi, umeacha vit yako nje, umeacha sui nyumba yako, au kwamba hata moyo wako, ile moyo suwa tunauweka rehani, ndugu zangu ukienda kulala huwa unajua tena roho yako ipo? Unajuaga hata una mali si unasinzia pale, kwa sababu ni nusu ya kufa, na kila siku tunafanya mazoezi ya kufa. Uongo kweli? Hivi leo raia sisi tunavyoanza kusema jeshi hili halina maana, halina nini, toka lini? Ni uchochezi wa watu wachache.